Bila shari tu mwote diri. Kwani we, uoni hapo kinachoendelea? Nini kinaendelea? Wendo unigulisha, kuna nini kinaendelea ndelea? Sio sasa. Basi, oh, ngoja na mimi na gitari na chumba cha. Sasa, sasa nimefurungu na kaongea. Sifanye hivyo, sifanye hivyo. Unataka kufanya nini? Unafanya nini? Eh? Unataka pia kunipangia masharti na chumba changu maalikikala. Eh? Asante. na kuahidi. Tutafanya kwa, hmm, sauti kubwa ili mdeni asisikie. Chiku, Chiku, tafadhali naomba unisaidie kiasi chochote cha pesa ili nianze kuweza kulipa marejesho ya mzee mwenye bajaji amekuja hapa nyumbani na, na anataka pesa yake. Yupo kibarazani huko ameshakamatana na kina Siwa, wana, wanazozana. Mimi mm, hapa sina pesa, unajua madhara yangu na akina nirudi shule. Yule bwana amesema hawezi kuendelea kumlipia ada mwingine anayosoma <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Tunafanyaje sasa, dada Chiku atufanye? E, kitu kimoja e, nisaidie kwenye hiyo kodi ya Temeke, kwani tayari kuna wapangaji wamemaliza muda wao. Mm, ndio wapo wapangaji watatu wamemaliza muda wao. Hamani, si unajua ile nyumba ya familia mdogo wangu, leo tuchukue pesa tukupe wewe. Hao wenzio hapo, mimi sina shida naye, hata hofu yangu kwao hao tu. Dada, hii nyumba mwenye nayo bado yuko hai, sio kwamba amekufa, dada yangu. Na dada, sio kwamba hata iko kwenye mirathi au iko kwenye mfumo wote wa ulisi. Tafadhali unasemaje? Dada, ninavyokwambia hapa, ninaamini kabisa kwamba huyu mzee atarudi tena jioni. Tafadhali dada yangu nielewe, tafadhali. Hamadi na chakia vitu na wewe. Ah. Ah, dada. Tunavyoongea, Mwadawa presha kwa sasa imepanda. Bibi amerudi akiwa ni mjamzito. Nasemaje? Ah. Ndio karudi mjamzito. Mtihani <sighs> wa jamani. Dada, hebu tafadhali ni kuombe kitu kimoja, fanya kitu ambacho hata mzee ange... Naomba ukae, afu ukikaa, shusha pumzi tokea kule, afu shusha pumzi ukifika, nipe muda kidogo, shusha pumzi kama sekunde mbili, afu anze kwa uchungu. hmm? yeah. Hamadi, action

nada nakuomba fanya kitu ambacho hata mzee angekuwepo angefanya kwa ajili ya kumwokoa wa kijana wake tafadhali <coughs> nshingapi yamani pesa yenyewe na no, hakika no, nikifika ni, ni nitaikuta ya zi nikachoma mafuta mpaka kule hamna kitu. Ukifika eh, pale wewe muulizii mpangaji mmoja anaitwa Mshengeli, na kiasi cha pesa ni kama laki sita na nusu ndicho alichoniambia nichu, meka